kuhusiana na swala la kugomea mchezo wa Kariakoo Dabi hii leo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo sababu kubwa ni kwa klabu ya soka ya Simba kushindwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na kitendo cha walinzi wa klabu ya soka ya Yanga kutokuwa ruhusu Simba Sports Club kwenda kufanya mazoezi katika uwanja huo uwa, ambapo kikanuni na kisheria Simba Sports Club siku ya jana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 hiyo Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo kusika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba, huku wakiendelea na vurugu na no, wakizua wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda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 hii ni taarifa ambayo Simba wameweza kuitoa kwamba kwa siku ya leo hawatoshiriki mchezo wa Kariakoo Derby, yani kwa maana kwamba Simba hawatoenda uwanjani. Na ikumbukwe siku ya jana mara baada ya kikosi chauna Msimbazi kurejea kambini, basi kambi ya Simba iliweza kuvunjwa. Mara baada ya kuvunjwa, wachezaji wameambiwa wataingia kambini kuanzia siku ya Jumanne. Kwa hiyo ni confirm kwa Simba siku ya leo hawatokwenda uwanjani kuenda kucheza mchezo wa Kariakoo Derby, lakini Yanga Sports Club wao maandalizi yao yapo pale pale na majira ya saa moja usiku wataelekea katika dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club. samara baada ya ili kutokea kupitia aliyekuwa CEO wa klabu ya soka ya Simba sambamba na kuwa eh, makamu mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba ambaye kwa sasa ni mkurugenzi katika bodi ya klabu ya soka ya Simba Christus Magori Jasusi ameweza kufunguka kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, kwamba Simba Sports Club hawatocheza mechi yoyote ile ya ligi kuu Tanzania bara mpaka wale watu ambao wamehusika kuizuia klabu ya soka ya Simba kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa wanashughulikiwa, ambapo kupitia habari ambayo Kretus Magori ameweza kusemaje, anasema hivi: sio mechi ya kesho tu, hatuchezi ligi mpaka hawa wapuuzi walioshiriki kwenye upuuzi waadhibiwe. Huyo ni Kretus Magori akithibitisha kwamba Simba kwa sasa hatoshiriki mechi za ligi kuu Tanzania bara mpaka wale wote ambao wameweza kuhusika kuihujumu Simba kwetu kwenda kufanya mazoezi, kwa sababu ukiangalia kikanuni na kisheria ni haki yao kwa klabu ya soka ya Simba kwenda kushiriki mazoezi, lakini ndio hivyo wakaweza kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kauli kutoka kwa Chris Magori inathibitisha kwamba Simba kwa sasa hawatoshiriki ligi kuu Tanzania bara mpaka hii changamoto itakapotatuliwa. Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini siku ya leo ni asilimia kubwa mchezo wa Simba dhidi ya Yanga kutokuchezwa kutokana na Simba kufanyiwa fujo katika ile situation ya kujiandaa na mchezo huo dhidi ya Yanga Sports Club.